anauza gospel ya Dr. Matiang'i. The only one. The incoming Simba wa Kenya. Mimi nasikia wengine mnauza mwingine haina shida. Waje tuuze wote mwenye wa Kenya watanunua ni huyo. Ruto tawe. Mimi kama Mkisii nimekuja hapa leo na information kuwa Mheshimiwa mtarajiwa Matiang'i, sasa officially ile kazi ambayo mulimtuma aende USA aachane nayo arudi Kenya ili aokoe Kenya, sasa ameiwacha officially, sasa yuu njiani anakuja kuokoa wa Kenya. Na mimi nataka niambie Wakenya kweli na imani, musikufe roho, Mheshimiwa Matiang'i anakuja apeleke hii Kenya mbele. Ndio mimi nataka niwaambie Wakenya wenzangu, bila kwa kusema mambo ya ukabila, tusijague viongozi sababu ya ukabila, tujague kiongozi ambaye anaweza badilisha hii nchi. Mimi nataka niongee na ndugu zetu ambao wanatudharau, tuacheni hiyo, sisi tunaomba raundi hii mkubali tu. Musimame na Matiangi. Matiangi, Matiangi na jua, akikuja hawezi isimama peke yake. Kuna viongozi wengine ambao hatashirikiana na wao kama huyo George natembea. Mimi najua hawa wawili, mmoja wao atapeperusha bendera ya Kenya. Mimi nataka niambie wa Kenya. Hey. Dr. Matiang'i na George anatembea. ni shwa peti. Kabisa. Huwezi anguka hapo nataka akikunja tu aatane na tembea. Yes. Wagrii, ni nani atapeperusha hii bendera ya Kenya? Matiang'i anatembea. Yeye mwenyewe atachaguliwa, sisi huyo ndio tutasupport. Kabisa. Na mimi nataka ni promise wa Kenya. Matiang'i atakapofika Kenya Rali ya kwanza Kisumu kabisa, hey. Tumedegerea uo sasa, ready tunaenda Maliruta. Ametoka hapo ndio tunaingia, to tunaingia Rali ya pili pili, Homa Bay kabisa. Matiangi anaenda Homa Bay <laughs> Maliruta, <medoka, habanjo> <laughs> hey. Ma hey. Maliruta stadium hey.

Hmm. Sisi wa Kisii na Ruto hmm. Sasa ndugu zangu tukutoka Nyanza. Matiang'i is coming. Na rali yetu ya kwanza ni Kisumu. Kabisa. Ya pili Homa, Homa Bay. Bay. Ya tatu Migori. Tumalizie yes. Hapo. Tuone huyu Ruto.